Moja ya mambo muhimu katika usimamizi wa ugonjwa wa kisukari ni utunzaji wa miguu. Mara nyingi inapuuzwa na madaktari na pia na wagonjwa. Wagonjwa wa kisukari wako katika hatari kubwa ya matatizo ya miguu, kimsingi kwa sababu ya kisukari cha muda mrefu kisichodhibitiwa kinachosababisha uharibifu wa neva zao na pia usambazaji wa damu. Mara tu kunapokuwa na kupungua kwa u kazi ya neva na pia kazi ya mishipa, mgonjwa hawezi kuhisi maumivu na inamweka katika hatari kubwa ya u vidonda vya mguu. Kwa hivyo, utunzaji wa miguu kwa wagonjwa wa kisukari ni muhimu, na mgonjwa anapaswa u kutunza miguu yao. U, usitembee mahali popote bila viatu. U, viatu vinapaswa kuwepo, na vinapaswa kuwa vya starehe, viatu vinavyofaa vizuri. Mgonjwa anapaswa uh, kukagua miguu yao kila usiku kwa majeraha yoyote, uh, kuosha miguu yao vizuri, kuikausha na kupaka mafuta laini ya kulainisha. Aina yoyote ya miguu mikavu au mipasuko kwenye miguu pia inaweza kusababisha maambukizi kwenye mguu, ambayo yanaweza kusababisha vidonda au kutengeneza jipu na inabadilisha mtindo wa maisha wa mgonjwa kwa sababu mgonjwa hawezi kutembea vizuri kwa wiki kadhaa au wakati mwingine inaweza kuchukua hadi miezi. Kila mgonjwa mwenye kisukari anapaswa kufahamu utunzaji wa miguu yao na kutunza miguu yake.